Mmoja akanifata akaniuliza baba mchungaji, mafuta si yameandikwa? Chumvi si imeandikwa? Elisha si alichukua alitumia chumvi? Kweli si kweli? Jamani, kweli si kweli eh? na vitu vingi akanitajia, na mimi nikamwambia, nikamwambia hivi nikamwambia tenu, unayoyataja wewe ni madogo, ngoja nikuongeze mengine. Usinisumbue kwa mambo yaliyoandikwa, ngoja nikuongezee. Amina. La kwanza, nikamwongezea Elisha huyo huyo aliombea katoto kwa kukalalia, mdomo kwa mdomo, pua kwa pua. Nikamwambia nikulalie na wewe simeandikwa? Kwa hiyo usinitishe imeandikwa tuwalalie akasema hapana. nikasema, A -a. A -a. Madamu kila lililoandikwa tufanye kama linavyosema haya, lala nkulalie. akasema hapana, mchungaji. Nikasema, usinitishe mambo ya kuandikwa. Mimi miaka hamsini na nne nasoma hii bibilia, leo wezi kunitisha imeandikwa? Nikamwambia jingine, Hosea aliambiwa aende kwenye kambi la nini la makahaba akachukue kahaba mmoja, mwoe Mnaturuhusu wachungaji twende tukabebe makahaba ma, ma, ma, ma, ma barabarani? Mnagomaji imeandikwa. Usinitishe imeandikwa. Nitakubamiza. Mbona ninayo mengi yaliyoandikwa. Isaya akwenda uchi. Kwa neno la Bwana tuteremshe suruali sasa. Mtabaki hapa ndani. Si imeandikwa ni kutajia yaliyoandikwa Yesu akatema mate akatengeneza mate matopa akapaka kwa hiyo tuteme mate nikupake usoni simeandikwa usinitishe imeandikwa kaa kimya ninayo mengi yaliyoandikwa tukawekana sawa tatizo sio yameandikwa tu kweli imeandikwa lakini ilimaanisha nini kwa watu wa wakati ule na kwetu inamaanisha nini?